Katika shule ya Oldonyiro kaunti ya Isiolo, kwaona kina nyanya wamebeba watoto migongoni ni jambo la kawaida, si kwa kuwa wanafanya kazi hapa. Wako hapa kwa shughuli maalum. Wanafunzi wanapotoka darasani kunyoosha maungo kwa muda mfupi, Monica mwanafunzi wa kidato cha pili anazamia jukumu lake la pili wenzake wakibugia kikombe cha chai kabla ya kurejea darasani, Monica anatumia dakika hizo chache kumpa mwanawe wa miezi saba haki yake. Hana nafasi ya kurudi nyumbani jioni kila siku, kwani ni shule ya bweni. Asubuhi mamangu huja kwenye, kwenye bweni, bweni naweza kumnyonyesha mtoto, anarudi nyumbani, anampatia maziwa, ikifika saa sa saba unusu anakuja tena na mnonyesha. Regina mwenye umri wa miaka ishirini na tatu ni mwanafunzi wa kidato cha nne na ni mama wa watoto wawili, huyu mdogo akipata fursa ya kumtembelea mama shuleni. nikatokea form 2 after kupata mimba nikaenda kwa baba, baba mtoto nikakaa naye nikapata second born alafu nikakaa kitu five years Nikaona azimio maisha kuwa mare dukiwa una, una chaku si maisha mzu, mzuri. Josephine anapocheza na wanawe wawili ambao pia husomea karibu, na kuja kumwona mara kwa mara, anafurahia kuweza kupata fursa ya pili maishani na jaribu juu watoto hawana shida juu wanakaa na mama na wamemzoea kaa mzazi wao. Kutekeleza majukumu ya uzazi na kuwa mwanafunzi si kazi rahisi kwao. Wakati mwingine ninaposoma pindi ninafikiria nyumbani, nakumbuka mtoto wangu anakaaje? Anaku, anakunywa nini? Saa zingine ninakosa kitu wa kumundia maziwa. Na maana nafikiria sana darasani mpaka hata mwingine ananipita. Saa zingine ninakosa maziwa. Jinyime ufaulu, ikiwa ndio kauli mbiu ya shule hiyo, inawapa motisha wa kujitahidi darasani na kuweka mawazo na shida zao kando. Sasa wakiwaradhi kufanya lolote ili waweze kuwapa watoto wao maisha bora katika siku za usoni. Faiza Maganga, Citizen Pashe.